Hizi kuna mchanganuo pesa hizi. Ndani ya pesa hizi mnazokopeshwa yapo marejesho ya waliowahi kukopeshwa, mkurugenzi, kweli? Si kweli? Kweli nimeisoma taarifa. Kuna pesa za mapato anazokusanya mkurugenzi wetu wa manispaa ya Lindi Juma Mwele na kamati yake yote, timu yote, wataalamu wote, lakini zipo pesa humo za waliorejesha mikopo wamerejesha na ninyi mmepata. Tunatamani dhifa kama hii ijayo, tuseme tulikutana kwenye dhifa tukakopeshana milioni mia mbili arobaini na nne laki nne tisini na moja mia nane arobaini na mbili wewe. Lakini ile pesa ile tuliyoimba na tukacheza na tukafurahi, watu wameirudisha, tumewakopesha nyinyi tena. Kwa nini tuanze kuharibiana mipango? Mkurugenzi yuko na CMT idara hizi Tumehangaika, turejeshe pesa kwa wakati. Naomba nihitimishe kwa kusema e, mwenyezi Mungu, tujalie afya njema, uhai, maelewano, masikilizano, ushirikiano, kujituma, kuchapa kazi, kustahimili pale tunapokwazana na kupishana, kukimbilia maridhiano na maelewano ili tuweze kufanikisha dhamira zetu tufanye kazi tuliyodhamiria tufanikiwe. <totipa>